Karibu tena. Washukiwa watatu waliohusishwa na ulaghai wa kidijitali watasalia gerezani kwa siku kumi, uchunguzi ukiendelea na pia kutoa muda wa kukamatwa kwa washukiwa wengine kumi na wanane wanaohusishwa na sakata hiyo. Kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Odee Francis, washukiwa hao watatu wanatuhumiwa kwa kuingia katika akaunti za benki ya mlalamishi na kuhamisha zaidi ya shilingi milioni tatu. Hatua ya idara ya upelelezi wa jinai DCI kuchapisha picha za washukiwa wa ulaghai wa benki 21 ilizaa matunda huku watu watatu wakikamatwa na kufikishwa mahakamani. Stakabadhi zilizowasilishwa mahakamani zimefichua mengi kuhusu mtandao huu wa uhalifu wa kifedha. Mlalamishi katika kesi hii kwa jina Hassan alikuwa akiendesha gari lake katika barabara ya Rescos ambapo aligongwa kwa upande zote na watu wasiojulikana. Hiyo kwake haikuwa ajali ya kawaida, kwani uwezi walimuibia simu yake ya thamani ya shilingi 1178 kabla ya kutoweka kwa haraka. Baada ya kupata simu yake walaghai walianza kutoa pesa kutoka akaunti za benki za Hassan. Uchunguzi umebaini kuwa fedha zilitoka katika akaunti ya Hassan katika benki ya Equity na kutumwa katika akaunti za mtu kwa jina Frederick M. Wairimo ambapo 1050 na 1299 zilitolewa. Fedha zaidi ziliamishwa hadi akaunti ya benki ya Consolidated Bank akaunti ya benki ya Cooperative iliyosajiliwa kwa jina Brian Machane ilipokea shilingi 1299,500. Chini ya jina Brian Obaye Kiveo ikipokea shilingi 1499,500. Kwa ujumla, shilingi milioni 1.48 zikipitia akaunti hizi. Uchunguzi zaidi pia umebaini kuwa zaidi ya shilingi laki nne ziliondolewa kutoka kaunti ya Hassan katika benki ya Equity. Fedha hizi zikitumwa katika simu yake kabla ya kuhamishwa kwenye akaunti ya Mpesa ambayo bado haijabainika. Mtandao wa ulaghai uliendelea hadi benki ya Absa ambapo kiasi kikubwa cha pesa kiliamishwa hadi akaunti kadhaa. Zikiwemo benki ya I&M ambapo Bonface Kirimbi Maina alipata shilingi 1299,500. Benki ya Cooperative ambayo imesajiliwa na John Eric ambapo alipokea fedha shilingi 1299,500. Benki ya Stanbic Jumbo Pay Trust ambapo ilipokea shilingi 1180, na benki ya Consolidated ambapo shilingi 26 zilitolewa. Kwa jumla, zaidi ya shilingi laki nane zilihamishwa kutoka akaunti za Hassan. Aidha, zaidi ya laki tano zilihamishwa kwa nambari saba za Mpesa In the uchunguzi pia umebaini shilingi milioni tatu nukta mbili ziliamishwa kwa njia fiche kupitia simu bila idhini ya mlalamishi. Huku makachero wakipewa siku kumi kukamilisha uchunguzi wao, washukiwa kumi na wanane ambao wanahusishwa na wizi wa mtandaoni wangali wanatafutwa. Ode Francis, runinga ya Citizen, Makadara, kaunti ya Nairobi.